Mada kuu au mada mama ya muhadhara wa mwaka huu hapa Hedaru, anwani yake ni alabau saba lilinsan, majukumu saba ya mwanadamu, ambapo tutaona yatakayochimbuka kutoka katika mada mama kwa kadri atakavyokuwa akiendesha kocha mchezeshaji jeshi la mtu mmoja Sheikh Muharram Mziwanda. Kwa hivyo tukae vizuri eh, kwa utulivu, ili tuweze kupata faida, kwa sababu wanadamu wenyewe ndio sisi, na hayo majukumu saba yanatuhusu sisi, lakini hapa tumegawanyika kuna kina baba na au kina baba, kuna watu wazima na vijana. Tukae kwa kutulia ili sote tutoke na faida kwamba sisi kama wanamume, lakini watu wazima, majukumu yetu ni yapi, lakini na wewe kijana pia una majukumu gani, kwa kadri mashehe watakavyokuwa wakituelimisha, lakini pia kina mama kadhalika vile vile ili tukitoka hapa katika muhadhara wa mwaka huu kila mmoja atoke hali ya kuwa kapu lake limejaa ufahamu na uelewa uliokuwa sahihi kutoka kwa mashekhe zetu, ambapo tukiwatazama wao, hii ndio Tanzania, hawa ndio mashekhe tulionao kwa sasa ambao tunajivunia kwa uwepo wao, ambao tunanufaika kwa elimu zao, na ndio sababu Sheikh Yusuf Muhammad Kidago ameona awaalike wabebe taklifa ya kuwaalika wahudhurie, ili sisi wahudhuriaji tuweze kunufaika. Ntaomba sote tulio na simu kama sio kuzizima kabisa, basi tuweke kwenye mtetemo, ili wakati mashekhe wakizungumza isitokee simu ya mmojawapo kuita na kumhamisha shekhe katika lile lengo ambalo atakuwa yumo ndani yake kwa wakati huo. Hasa kuna zile simu zetu zile, ikilia hiyo utasema kengele ya kanisa. Hiyo ndo haitakiwi kabisa tena, hiyo uizime kabisa maana ile hata haina mtetemo ile, ile uizime kabisa ile. Maana kumbuka, tulipokuwa kwenye kongamano la Shinyanga, ilikuwa e nyuma yetu hapo alikuwa mmoja alikuwa na hiyo radio call, basi ikilia hiyo oh, kama mara mbili ilituvuruga kidogo. Sasa nimeona niweke tahadhari na hapa, lisijurudie hilo. Kama una ile simu kubwa ile, basi tusaidie kuizima ili ile yale manufaa yaliyokusudiwa tuweze kuyapata kwao, wasemaji lakini na sisi tutakao wasikiliza. Baada ya hayo sasa, nimkaribishe e, refa au si kocha mchezeshaji, yeye ndio atajua katika hii timu ilikaa hapa, nani anacheza namba gani. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mipango yake akatukadiria ya ya sisi na walimu zetu kuwepo katika kikazi hiki muhimu katika dini yetu na dunia yetu. Tumshukuruni Mwenyezi Mungu kwa maneno na matendo muda kama huu wapo wenzetu, wapo kwenye mambo mengine, kama mlivyomsikia kadhi wa jiji la Arusha Shekh Rajab kiungiza akieleza mada yetu ya leo al-a'ba'u sab'a lil-insan au sab'u a'ba'i lil-insan, majukumu mama ya mwanadamu. Tulipotengeneza maudhui hii tulimwambia Shekhe Likonda tokea mwezi wa kumi, nadhani isukume kwa mashekhe wote ambao tunakusudia kuwaalika, hata yakunu ala basira, na mimi kwa dhana yangu ni hivyo, na kama wengine imechelewa kufika kwenye simu zetu basi tuhukumu kwa dhana njema, itakuwa ni dharura kwa namna moja ama nyingine, na hasa kwa yale yaliyotokea katikati. Yalivuruga akili za watu, na hasa wale watu muhimu walivurugikiwa. Wale ambao si muhimu walijionea saa. Watu, jukumu la kwanza, na kila shehe akae sawasawa. Nitakapompa pasi acheze, usianze kusema sikujiandaa, umeamua mwenye kuwa shehe na haya tuliyakusudia kuyaweka, lengo kuwaamsha Waislamu, tutoke katika maisha ya kuigiza. Kaa katika nafasi yako, fanya majukumu yako kisawasawa, shida itaondoka. Jukumu la kwanza, sababu huyu mi namuweza, ndugu yangu Shekh Ali Muhammad ali Mbwera Alkasaji, yeye atakuja sasa. Kama ulikuona chat na Mama Zakaria, sikiliza vizuri line <laughs> Sheikh Ali yeye atafungua, na kwa sababu yeye ni mwalimu wa muda mrefu, au niseme hai tebo yangu naiamini hakuna mchezaji veterani. Sheikh Ali atakuja kufungua na jukumu la kwanza, kijana, amka! maisha yako ni jukumu lako, ah, usio uje hapa, nimekwambia amka, ulikuwa unalala <laughs> ndio jukumu la kwanza mwanadamu, au tuseme Muislamu, maisha yake ni jukumu lake. Ikitokea siku mtu kaja kabisha hodi, kaleta laki mbili, usije ukadhani ni jukumu lake yule kukutafutia hela. Wewe hela tafuta mwenyewe, pepo tafuta mwenyewe, elimu tafuta mwenyewe. Kila mmoja maisha yake binafsi ni jukumu lake kuyapambania. Ndiyo tawi la kwanza kwenye mada mama. Namba mbili, wazazi wako ni jukumu lako, kila mmoja. Hata kama tulikuwa watoto mia, kila mmoja anatakiwa ahakikishe kuona wazazi wake wale, ni jukumu lake kuwapambania kuwaheshimisha maanake unaweza ukasikia wazee fulani wanadhalilika lakini ukatafuta ukagundua chanzo ni kizazi chake mwenyewe ndio kinamdhalilisha au kinasababisha na hapa ni waombe mashee kwenye wazazi wako ni jukumu lako na kusudia wazazi wa ncha mbili utajua wewe pa kusema wazazi nasabi na wazazi tarbawi wazazi wako ndio waliokuzaa ama wazazi wako kimalezi, kwa maana mashehe zako, ni jukumu lako kuwaheshimisha. Jukumu la tatu, wengine huweka la nne, mimi nimesema hili la tatu na hilo la nne ndio la nne hivyo hivyo, watoto wako. Tusiwe mahodari wa kutotoa watoto tu alafu tunatelekeza kizazi chako ni jukumu lako kukipambania. Sasa ufundi sasa upo kwa mashehe, mi kazi yangu kuweka vitu sawa. Uislamu unatufundisha tujali vizazi vyetu, watoto wetu, huwe ambaye unajisifia una watoto 22 wapoje, mashee watasema, lakini pia wakezo jukumu la nne. Mwenye wawili, mwenye watatu, mwenye wa nne, hata wale waliokosea. Maana kuna wengine wamekosea, mathna wathulatha warubaa, wakasema tisa. Eh, mkeo ni jukumu lako, unamjengaje kukusaidia kulea watoto wako jukumu lako kumjenga kumpika mkeo. Jukumu la, la la la la la tano, jamii yako. Sisi kama Waislamu, jamii zetu zinafaidika nini na uwepo wetu? Islamu imefundisha lazima jamii yako ifaidike kupitia wewe kwa namna moja ama nyingine. Jamii yako inafaidika nini kupitia wewe? Sio kanzu tu, unaingia unatoka, unaingia unatoka. Katika mtaa wako kuna watu wapenda dini, na katika mtaa wako kuna watu wakati na kati, katika mtaa wako na wauni wapo, na hao pia wakwako wewe. Jamii ile inafaidika nini kupitia wewe? Uwe shehe uwe mtu wa kawaida. Maana kuna watu wanajua majukumu yote ya dini wanahusu mashehe peke yao. Jukumu la sita, dini yako ni jukumu lako. Unajiita Muislamu, dini yako inafaidika nini kupitia wewe? Dini yako ni jukumu lako. Unapambana vipi kwa ajili ya dini yako? Jukumu la saba, nchi yako ni jukumu lako. Una mchango gani kwenye nchi yako? Haya ndio majukumu saba ya mwanadamu katika maisha yake. Qurani ishasomwa, Saidi kashatutilia Fatiha na Shekh Samiri kashatuanga dua na tushawaombea wazee wetu waliotajwa na wengine. Mwenyezi Mungu afanye kaburi zao kuwa ni mabustani katika mabustani ya peponi. Shekhe Ali Muhammad Mbwera, hawa jamaa wa waliokuwa katikati, afadhali upo kidogo huku, yani bishajara kujionea changwangu ni kuombe lau samahta ukae pale katika manasa, ili hawa wapate kukuyakhudhuna. <coughs> na nimefanya maksudi kukwambia wewe ndio unafungua kwa sababu zangu.